Kufuatia kuwepo kwa tukio la ndugu Kenneth Amon ambaye ni mwekezaji wa ndani anajishughulisha na kilimo mseto katika eneo la Mwavi wilaya ya Bagamoyo mkoani Pwani, kudai kuvamiwa kwa mara kadhaa na baadhi ya wafanyakazi wake kujeruhiwa kwa silaha za jadi na kuwepo na ugumu wenye utata kwa upande wa jeshi la polisi wa eneo hilo kushindwa kuchukua hatua kwa watuhumiwa Hatimaye Jeshi la Polisi mkoani humo limetoa taarifa kwa umma ya kuwa tayari limeanza uchunguzi wa haraka ili kubaini ukweli na kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Ikumbukwe Kenneth aliyeambia GADI TV kuwa kwa nyakati tofauti alifungua kesi zisizopungua sita katika kituo cha polisi cha Kiwangwa kilichopo wilaya ya Bagamoyo zikihusiana na tukio la uharibifu katika eneo hilo, lakini kesi hizo zilikuwa zikifutwa kwa mazingira ya kutatanisha. Aidha, taarifa hiyo ya jeshi la polisi imekuja ikiwa ni baada ya GADI TV kuripoti madai ya mwekezaji huyo ambaye alielekeza maombi yake kwa serikali akiomba msaada wa kiuchunguzi juu ya kesi hizo ili hatua za kisheria ziweze kuchukuliwa. Uchunguzi wa kina ufanyike, kama kuna mtu ambaye aidha ni mimi ndo tatizo au ni watu wa, watu ni tatizo, hatua stahiki zichukuliwe. Vijana wetu waliojeruhiwa na kuumizwa na mali zetu zilizochukuliwa zikaachwa polisi mpaka leo tuweze kurudishiwa, na haki ipatikane kwa kila mtu, na kila mtu abaki kwa nafasi yake, anayemiliki ardhi yake aitumie kwa manufaa yake na kwa manufaa ya taifa, kwa sababu tunavyozalisha huku sio kwa faida yetu peke yetu, tunatengeneza ajira e, tunatengeneza mzunguko wa pesa na vitu mbalimbali ambavyo vinaisaidia pia taifa letu, lakini tunakuwa watu tunaishi upweke upweke wa hali ya juu kwa sababu huwezi kwenda kokote ukasaidiwa. Nikinukuu taarifa hiyo ya jeshi la polisi, iliyotolewa na jeshi la polisi Mkoa wa Pwani, imeandikwa jeshi la polisi Mkoa wa Pwani limeona picha mjongeo kwenye mitandao ya kijamii ikimwonyesha Kenneth Amon Mwemtisi, mwenye umri wa miaka 43, mkazi wa Salasala mkoani Dar es Salaam akilalamikia kutotendewa haki na jeshi la polisi wilaya ya Bagamoyo Kutokana na uvamizi uliofanywa na wafugaji wa jamii ya Kimang'ati na jamii ya Kimasai walioharibu mazao yake na mali yake huko eneo la Mwavi katika kata ya Kiwangwa wilaya ya Bagamoyo. Kufuatia madai hayo, tayari polisi mkoa wa Pwani imeanza uchunguzi wa madai hayo ili kubaini ukweli na kuchukua hatua kwa mujibu wa sheria. Aidha, polisi mkoa wa Pwani tunatoa rai kwa mtu yeyote mwenye taarifa zaidi zitakazosaidia uchunguzi aziwasilishe kwa jeshi la polisi mkoa wa Pwani. Mwisho wa kunukuu taarifa ya jeshi hilo. Hii ni Gadi TV, jina langu ni Aisa Msuya.